Mitindo ya maisha isiyo na maadili imekuwa kama jambo la kawaida sasa, na wengine wanafanya kwa sababu ya kushawishiwa katika mitandao au na makundi ya marafiki. Kwa hiyo kuna kuhalalisha uasherati, kuna kuhalalisha ndoa za jinsia moja, kuna kuhalalisha ulevi, rushwa, kwa kisingizio cha kwamba kila mtu, ndiyo hali ya kisasa iliyoko. Kwa jambo la rushwa, tumeona wenyewe hata katika kipindi hiki cha uchaguzi, na hapa nasema hata Wakristo wasio wa Kristo, hakuna mtu atakayesema mimi hapa ni safi kabisa, ni wachache mno. Lakini tuliona jinsi ambavyo rushwa imekuwa kama inahalalishwa hivi, tunaona ni kawaida, namna ya dunia, ni namna ambayo inakaza kuwa na mashindano yasiyokuwa na tija, ukilinganisha na wengine, fulani amefanya hivi, fulani ameweza kupata utajiri au ameweza kupata cheo na amepitia njia hii, na mimi napitia hiyo hiyo, kiasi cha kwamba mtu anapoteza kabisa thamani yake mbele za Mungu. Mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, kuba- ni kubadilika kiakili na kiroho, sio kujibadilisha tu kwa nje kwa njia ya sala, maombi ya juujuu, kuhudhuria kanisani na kadhalika. Anazungumza juu ya mabadiliko ya kweli yatokee katika moyo wangu.